Yes, jina langu ni Kibas boss. Hii ni misitu ya Mbizi ambayo watalii mbalimbali wanapita kwa ajili ya kutalii, kujionea mandhari mbalimbali, kama hivi unavyojionea, mtu anapumzika kwenye mto huku akipata hewa safi. kama kweli, hii ni Mbizi Forest inayopatikana mkoa wa Rukwa, hasa nyanda za juu kusini Tanzania. Oh my god. This is it. Hii ni kama kibastos. Tarehe 31 mwezi wa 5 2025, nitaenda kutalii kwenye msitu ya Mbizi Forest kujionea manza ya Mbizi.